Kwa shule kumi na tisa na, za na, na, na, na serikali imefanikiwa kupangiwa wanafunzi elfu tatu mia nne hamsini na nne ambao mpaka kufikia jana uripoti ulikuwa ni wanafunzi elfu moja mia nne na tano sawa na asilimia arobaini nukta na saba. Idara imeandaa ime, ime mikakati tofauti tofauti ya kuhakikisha kwamba hadi kufikia tarehe thelathini Januari angalau asilimia ya uripoti imefika asilimia, uliputi, ime fika, uh, asilimia tisini. Ninashauri, ili kuweka mkazo wa kisheria, kama tumemsikia mtendaji, tunaishia kuwatishia wazazi na walezi ambao wapeleke watoto shule, lakini ukiwafikisha mahakamani, ile nguvu ya kisheria itakuwa haipo. Kwa hiyo, kwa nashauri kama nataka tuweze kuweka vizuri kisheria na sheria, naweza kumshauri vizuri, vizuri, Mheshimiwa Mkuu wao wale mamlaka aliyopewa atunge ile amri halali ambayo itadumu kwa kipindi cha mwaka mmoja, ili tuweze kufanya msafi wa kisheria kwa wale watu kwa wale watoto ambao wazazi ambao wapeleke watoto hao shule na walezi basi, watakuwa na nguvu ya kuwajibishwa kisheria kwa kipindi. Lazima serikali ifanye maamuzi magumu kwa maslahi ya taifa. Hata katika hili lazima, kwa ushauri wangu, lazima mkuu wa wilaya achukue maamuzi magumu kwa kipindi ambacho yeye ataona kinafaa, kwa ajili ya unazokasema labda msako kwa ajili ya watoto, wazazi wa watoto wapeleka shule. Serikali ime, ime, imewekeza miundombinu mingi, ni miundombinu wezeshi watoto kufika shule, lakini changamoto zingine za ada na vitu gani vyote imepunguzwa kabisa, kwa tumebaki na kazi moja tu ya mzazi kupeleka mtoto shule, tena kwa gharama ya ta mi ndio kwenye kiti <coughs> mimi niko na tamani alichokuwa amekisema gavana na mimi nilitaka nikiseme. Hiki kipindi cha nyuma, mi nakumbuka ile amri halali ya mkuu wa wilaya ilisaidia sana na na nikuambia na tu mwenyekiti, mazingira ya wilaya yako ya Tanganyika, hakuna mwananchi mwenye mwenye kuweza kuhimili misukosuko na, na serikali mtafanya sambo kwenye, kwenye baadhi ya vijiji au kata, kabla mjafika kwenye maeneo mengine, ala, watoto wote wanaenda shule, na sio kwamba watoto hawataki kwenda shule. Wazazi ndio hawataki kuwapeleka watoto shule, kwa sababu kuna changamoto zinazoongoza lawama Mtu ambaye anatekeleza mzuri wa mtu wake hapa ni mzazi. Kwa mzazi awaelimisha. Naungana na kila mtu ambaye anasema kwamba bana kwa mzazi, peleka ndani. Sijui kulia kwa gani. Toto fine. Kwa hiyo ndio mpaka akishika mtu wake kwenye nje ameenda shule. Tukilegea tukasema kwamba sisi kama yenda kwa taarabu au vingo vya dola ndio kwanza tuingia mtaani kukutana na wazazi. Eti wapeleke mtoto shule. Bado sisi tukakwa. Sasa mtoto mzazi anamwambia, "Mimi kwa kweli mtoto huyu hapa, ongea naye huyu hapa. Hata ikwenda shule hivi kweli, eh?"

kwa hiyo kikao cha kwanza kilichopita hapa na kilichoongoza na da sekondari wawalisema mpaka januari thelathini sidio to tumeshafikia angalau asilimia tisini ya wanafunzi kuripoti shuleni basi kwa sababu limekuja hili mimi napendekeza mpaka mwanzoni mwa februari kumi angalau tumeshapata taarifa ambayo imekamilika, alafu sasa kuanzia hapo tuweke mipango mikakati mizuri ya kuanzia na mipango endelevu, kwa sababu nilichogundua mimi hapa wilaya Tanganyika imetawaliwa na jamii za aina mbili. Jamii moja hapo ni jamii ya wa wakulima na wafugaji. Sasa imekuwa ni changamoto kwa hizi jamii kupeleka mtoto shule kulingana na ya jamii hizi. Zamani kipindi sisi tunakuwa Aa, nakumbuka kipindi hicho kuna aa elimu kayumba kayumba, yale matangazo yalisaidia sana ku-boost hali ya elimu. Kwa hiyo sasa wilaya halmashauri hizi ndaa sadini pamoja na wadau mbalimbali wa elimu. Sasa kwa nicha yetu ya wilaya, kuna haja ya kuwatafuta hawa wadau sasa, au kuna haja ya kuwepo na mipango mikakati endelevu ya kila mwaka, tuendelee kutoa elimu ya dini di. katika kila kata, kwamba sisi kata yetu enda yatou jumla ya watoto ambao hawako shuleni ni hawa, na wenyewe ziweke na yeye mikakati ya kwa watoto wote tunahakikisha tunawapeleka shule, ili tupandishe kutoka ile 41 tufike hiyo 90 iliyozungumzwa na ikiwezekana 100 <coughs> kama nilivyosema, lote tatizo hili la kusudi ya jamii wakulaumiwa ni sisi, ndio tuliopewa jukumu la kuhakikisha tunawabadilisha hao wananchi kuwaletea maendeleo wa ambayo serikali inayalenga, na kama chama cha Mapinduzi tunajua nyinyi ni wasimamizi wa hiyo manake, na nyie tutawapata na nyie taarifa hii nanyi kwenye vikao vyenu nanyiye mtatusaidia, viongozi wa madhehebu ya dini kule kwenye makanisa, kwenye misikiti. Hapa kwa mfano Majalila kuna spika spika letu oni kuanzia leo linatangaza na sio hapa, kila kijiji huko kuna misikiti, kuna makanisa. Viongozi wa madhehebu ya dini wapelekewe hizo taarifa kwamba bwana kuna mkakati